Kasongo anakuja hapa tarehe ishirini hapa kwa stadium muen. ametaka mwende hapo kusikiza uongo, na si mbaya lakini uwezi sikiza uongo bure, lazima ulipwe. Tumekubaliana sisi pale Mlimani, alikuwa hapo tukakula yee bilioni moja na tulijipanga vizuri. Nataka nichanue nyinyi ni, ni mchanue wa Kamba nimsichanue ni mchanue pale kwetu tumewekea Kasongo bei ya kumsikiza. Hatuwe sikiza ye bure. Sisi tumeamua ye na sisi ni biashara peke yake. Uongozi wa Kasongo tumemalizana naye, ile mebaki ni biasha. Tupange biashara, tupange biashara ya tareki ngapi? Tareki ngapi nani nakuja? Tumpangie tusimpangie, anyolewe asinyolewe. Kasongo, apangiwe asipangiwe, anyolewe asinyolewe, Chief ama mzee nyumba kumi ya kuambia uenda Stadium, pesa imepitishwa pale Harambee House na PS anaitwa Omolo, kila mtu ya kwenda stadium, kabla hujatoka nyumbani, uachiwe shilingi elufu tatu ndiyo uenda kwa stadium. Tumekubaliana, tumekubaliana Mukishafika kwa stadium iko bei ingine, tumeweka hiyo elufu tatu ni ya kwenda stadium. Lakini kupiga makofi juu ya uongo, si atakuja uongo, ni muongo si muongo? Kwani mtapiga makofi ya uongo bure? Kupigia kasongo makofi ni shilingi ingine elufu tatu Kasongo, anyole, sinyolewe. Basi, Kasongo, because anapenda watu kucheka kucheka na Kasongo kufungua meno, aone meno ya mkamba, uongeze shilingi elfu mbili Kasongo anyolewe, asinyolewe, apangiwe, asipangiwe. Basi, mukishaweka hiyo pesa kwa mfuko, kutakuwa na watu ya jeshi, muangalie, mufurahie macho, si ndio? Mufurahie nini? Muangalie maneno yote Mukimaliza musikize uongo ya Kasongo. Mukishatoka nje ya stadium, muanze kusema ni one. Muanze kusema ni one. Kasongo anyelewa sinyelewe. Apangiwe asipangiwe. Aende asiende.